Mpendwa mtazamaji, dominika ya pili ya kipindi hiki cha majilio, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika somo la kwanza. Linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya kumi na moja aya ya kwanza hadi ya kumi, na somo la pili tunalipata katika eh, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na tano aya ya 4 hadi ya tisa, na injili tunaipata katika Injili ya Matayo sura ya kwanza e, sura ya tatu aya ya kwanza hadi ile ya kumi na mbili. Nitaisoma. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na Nabii Isaya akisema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 yake galani bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na ujumbe wa watu wakubwa wawili katika Dominika hii. Wa kwanza ni nabii Isaya, ambaye yeye nabii Isaya alitumwa na Mwenyezi Mungu aweze kutoa ujumbe wa yale maono alikuwa ameona, miaka mia saba kabla Yesu hajazaliwa. Anazungumza kwamba anakuja mkombozi masihi, ambaye anatoka katika ukoo wa Daudi, ambapo huyu roho wa Bwana atakuwa juu yake, atakuwa na hekima, atakuwa na ufahamu Roho ya kumcha Bwana itakuwa ndani mwake, furaha yake itakuwa ni kuweza kumcha Bwana, na sifa nyingine hizo zote zinakuja kumwangukia Kristo. Na anasema kwamba haki itakuwa katika mshipi katika viuno vyake na uaminifu. Yeye anasema nyakati ambazo atakazokuwa anaishi, atakapokuwa ameleta ile, ile amani kubwa, wanyama ambao walikuwa ni maadui yaani mbwa mwitu pamoja na mwanakondoo watakaa na kuweza kula pamoja, chui atalala pamoja na mwana mbuzi. Nyakati hizo anasema kwamba ndama atakuwa pamoja na simba, nyakati za amani ambazo Yesu Kristo atakuwa anatawala, na anasema katika nyakati hizo hakutakuwa kuna uadui mtoto mdogo anaweza akaingiza mkono wake katika pango la fila na yule nyoka asimletee madhara. Na katika siku, si, katika siku hizo shina la Yese litasimama na kabila zote za dunia na watu wote na mataifa yote watamfuata mahali pake na kupumzika na kutakuwa kuna utukufu wa Bwana. Hasa baada ya Nabii Isaya kuweza kutabiri maneno hayo ndipo ulivyofika wakati sasa, Mwenyezi Mungu pia akamwibua nabii mwingine ambaye alikuwa anaitwa eh, Nabii Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo umebebwa na maono ya manabii wakubwa. Nabii Isaya, baadaye anakuja Nabii Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni nani? Alikuwa ni mtoto wa kuhani, alikuwa anaitwa Zakaria, na mama yake alikuwa anaitwa Elizabethi. hawa wazazi wawili kwa muda mrefu walikuwa hawana mtoto, huyu uh, Elizabeth alikuwa ni tasa. Mwenyezi Mungu kwa muujiza akamfanya huyu mwanamke akapata mimba, Elizabeth na Zakaria akapata mtoto katika hali yake ya uzee. Yohana Mbatizaji, wazazi wake walikufa, ambao walikuwa ni makuani, akachukuliwa na wale ambao lilikuwa ni kundi la makuhani waliokuwa wamejitenga wakaenda kukaa majangwani, wasitake kujichafua na uchafu wa makuhani ambao walikuwa wamebakia Yerusalemu, wakataka kubakia safi na kutunza maandiko, wakawa wanaishi katika maisha yale, maisha ya utawa. Hao walikuwa es, wanaitwa Waesene wakamtunza kule, ndipo ili neno ambayo tumelisikia leo hii. Siku hizo wamesema kama akaondoka Yohana Mbatizaji akiwa anahubiri katika nyika za Uyahudi. Maana yake aliondoka kule, roho wa Bwana akawa juu yake, na mavazi yake kama tulivyoyasikia yalivyoandikwa katika hii Injili. Akaondoka akaanza kuhubiri neno la mwenyezi Mungu. Neno lake lilikuwa ni upanga mkali, akitamka akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, na akasema itengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake. Kwamba njia ya Bwana, njia ya Bwana katika maisha ya wale wana Waisraeli ilikuwa imeharibika katika nyakati hizo. Kulikuwa kuna mambo yafuatayo: ile nchi ya Waisraeli ilikuwa ina milima milima mingi sana. Kiongozi yeyote yule anapokuja kuja kutembelea mfalme yote anapokuja kutembelea katika hilo eneo, watu wote, miezi miwili au miezi sita, walikuwa wanatengeneza njia ya milima ili mfalme aje apite. Yaani teknolojia zao zilikuwa ni ndogo, kwa hiyo ikawa ni kutengeneza njia mfalme atakapokuja apite. Na mfalme anapokuja maana yake wale wote ambao walikuwa na matatizo mbalimbali watamwambia yule mfalme shida ambazo wako nazo. Asa Yohana Mbatizaji anakuja, anazungumza kwamba katika maisha ya binadamu, ndani ya mioyo, njia ya Bwana imefungwa. Kuna vitu ambavyo vimekaa vinazuia, kuna mawe yamekaa katika njia ile ya Bwana katika mioyo yetu, yanazuia neno la Mwenyezi Mungu lisiingie, Bwana asipite. Kuna mawe ambayo tumeweka sasa. Bwana yeye anasema, anabisha hodi. Mimi ndio nayepaswa kwenda kufungulia Bwana mlango nisipo kubali Bwana aingie ndani mwangu, Bwana hawezi awezi kunilazimisha. Kwa hiyo nina wajibu wa kwa sababu kuna vitu nimeviweka ndani mwangu, nina wajibu wa kuweza kuitengeneza njia ya Bwana, nifanye kila jitihada njia ya Bwana itengenezeke ndani ya maisha yangu, ninyoshe mapito, niache mambo ya mchepuko. Ndio ulikuwa ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Yeye Yohana Mbatizaji alipokuwa katika mahubiri hayo kwamba watu wafanye toba toba ile maanake metanoia, wamrudie Mwenyezi Mungu, wageuke waache njia zao mbaya ambazo walikuwa nazo, wageuke waache unafiki wa kiroho ambao walikuwa nao, waondoe kila aina ya ubaya katika maisha yao. Amesema watu wengi sana walikuja kwake wakitoka Yerusalemu na katika maeneo ya Uyahudi yote, wakamwendea. Walimwendea namna gani? Walimwendea kwa sababu ya mambo haya mawili, ya kwanza ujumbe aliyokuwa anautoa ulikuwa ni ujumbe wa toba, hakuwa na maneno mengine, tubuni, na ile neno la kutubu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, uliwavuta watu wengi katika toba. Leo tuna wahubiri wengi sana, tuna manabii wengi sana ambao kila siku, kila kona, wanahubiri ujumbe huu. Kwa nini unashindwa kuwagusa watu wengi kwenda kufanya toba kubwa? Na ukiangalia katika mahubiri yetu tunayoyahubiri kila siku, idadi ya watu wanaoenda kufanya maungamo ni ndogo, na idadi ya watu ambao wanaenda katika chakula cha Bwana kwenda kukomunika ni wengi sana. Idadi ya watu ambao wanaenda katika mikutano ya mafanikio ni wengi zaidi. Idadi ya watu ambao wanaenda katika maombi ya toba na kufunga na kuvaa magunia kutubu dhambi ni wachache. Kwa nini? Ujumbe wa Yohana Mbatizaji ulikuja kwa sababu yeye mwenyewe alijitenga, alijitenga na dunia kipindi kile, akaenda kukaa kwenye mapango, na katika mapango huko ndiko Mwenyezi Mungu alivyoweza kuongea na. Hiyo ndiyo ilikuwa sifa ya manabii wote wakuu wa Mwenyezi Mungu, walikuwa hawakae mjini, walikuwa wanajitenga ili Mwenyezi Mungu tu aweze kuongea na wao, na wakitoka huko manake walikuwa na ujumbe wa Mwenyezi Mungu ambao walikuwa hujachangamana na mambo mengine yote yale tofauti na kipindi kama hiki, wajumbe wengi wa Mwenyezi Mungu kabla hajaenda kuongea na Mwenyezi Mungu ameshaangalia simu, ameangalia mitandao yote. Neno la Mwenyezi Mungu linakuwa tayari ndani mwake eh, lime, limechanganyikana na hisia mbalimbali ya mambo mbalimbali alikuwa anaangalia asubuhi. Kabla hujaenda kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu, unaanza kwanza kuangalia nimepata ujumbe gani kutoka kwa ndugu, kutoka kwa mpenzi, kutoka kwa fulani neno la Mwenyezi Mungu ambalo umepewa linakuwa tayari lina mambo mbalimbali. Na baadaye kilichomfanya pia Yohana Mbatizaji aweze kuwa kivutio kwa watu wengi ilikuwa muonekano wake, mavazi yake. Wale ambao walikuwa ni watu wa Mungu walikuwa wanaitwa viongozi wa kidini, Masadukayo, Mafarisayo, makuhani walikuwa wanavaa mavazi marefu ambayo yalikuwa na heshima, yalikuwa na zile amri Yaani hata wakitembea namnai hawapasi kuweza kutembea haraka haraka, kwa sababu ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Yeye alienda kinyume kabisa. Mnasikia kwamba alivaa alivaa e, ngozi ya ngamia na mshipi katika kiuno chake. Chakula chake alichokuwa na kula hakuwa nakula chakula ambacho wale viongozi wa kiroho kipindi kile wa dini walikuwa na kula. Yeye chakula chake kilikuwa ni nzige na asali ya mwitu ili aweze kuwa na muda mrefu wa kuweza kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Kwa lugha nyingine, hakuwa na kitambi. Mwonekano wake uliwafanya watu wajue kwamba ndani ya huyo Yohana Mbatizaji kuna ujumbe wa Mwenyezi Mungu na anachokizungumza ni kweli, kwa sababu namna yake ya kuweza kwe, ya kuvaa alijimamanua na dunia yote. Leo Mungu atuhurumie kwamba neno la Mwenyezi Mungu linalotoka kwetu sisi ambao tunasema kwamba ni manabii wa nyakati kama hizi mwonekano wetu unawafanya watu wakose hata ile nguvu ya kuweza kusikia neno la mwenyezi Mungu. Mwonekano wetu hauna tofauti na wao. Anasema mbona amevaa kama sisi, mbona mwonekano wake huko kama sisi, mbona yuko kama huyu. Tunashindwa kuweza kujizuia katika suala zima la vyakula na vinywaji. Mtumishi wa mwenyezi Mungu, mtu wa mwenyezi Mungu lazima aweze kuwa makini sana katika mambo haya mawili, vyakula na mavazi ya kufanya utambulike kwamba wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na neno Mwenyezi Mungu litawafikia. Basi wanakuja watu miongoni mwao, wakawa ni masadukayo na mafarisayo, viongozi wa kidini kipindi kile. Yohana Mbatizaji anakuwa ni mkali sana kwao, anawaambia kwamba ninyi ni kizazi cha nyoka. Nyoka ana sifa za namna gani katika Biblia takatifu? Nyoka ndiye yule ambaye alienda kumdanganya Eva. Eva akala na Adam tunda lile ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amewakataza. Nyoka ni kizazi cha Shetani, na ndiyo maana katika Biblia hadi kitabu cha Ufunuo kinazungumza kwamba huyu Eva wa pili atakapokuja, atamkanyaga nyoka kichwani, atamponda nyoka. Kwa hiyo viongozi hao wa kidini walikuwa ni kizazi cha Shetani. Kwa nje walikuwa wamevaa mavazi wanaonekana kwamba wao ni watu wa Mwenyezi Mungu, lakini ndani mwao kilikuwa ni kizazi cha nyoka cha shetani, shetani mbaya ambaye, shetani ni baba wa uongo. kwa Mafarisayo na Masadukayo walikuwa ni waongo wakuu, kujifanya kwamba ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, lakini ni waongo, na ndio hawa, kwa asilimia kubwa sana walikuwa wanapinga kila aina ya kweli na kila nabii wa Mungu aliyekuwa amekuja akizungumza ukweli alikuwa na uawa kupitia mafarisayo na masadukayo. Walimpinga sana Yesu Kristo katika huduma zake, anakuja anasema kwamba ni nani aliyewaambia mjiepushe na hasira ya Mwenyezi Mungu, nyinyi kizazi cha nyoka. Lakini ujumbe mwingine ni mzuri zaidi kwamba walipoona watu wote wanakimbilia wanakwenda kwa Yohana Mbatizaji kubatizwa, na wenyewe wakasema, tukibaki huku nyuma tutaonekana wa ajabu, na wenyewe wakaenda kubatizwa, ingawa walikuwa ni kizazi cha nyoka. Anawaambia hivi ili sasa, ninyi ambao ni kizazi cha nyoka, amesema mnapaswa kuzaa matunda yanayotokana na toba yenu, msije hata siku moja mkajidai kwamba ninyi ni kizazi cha baraka ukaanza kujivuna mbele za Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe umezaliwa kwa baba ambaye amebatizwa, wewe umebatizwa, umepata sakramenti, wewe umefunga ndoa, kwamba labda wewe unaishi katika maisha ya utawa au ni padri. Kama siwezi ndani ya maisha yangu kutoa matunda ambayo yanaonekana kwamba nimefanya toba, nimebadilika, yaani sikuwa naishi hivi, nimetengeneza njia ya Bwana, nimeondoa kila aina ya uchafu, baada ya kuweza kuondoa kila aina ya uchafu sasa ninaishi maisha mapya. Nisipoonekana kwamba ninaishi maisha mapya kwa nyakati kama hizi, hakuna mabadiliko yoyote yale ambayo yatakuja kunifanya mimi baadaye nikaurithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu sina matunda ambayo yametokana na mimi kufanya toba, kufanya metanoea, kuacha maisha ya zamani, kubadilika na kuweza kuwa mwema. Ndipo ujumbe unapokwenda siku ya leo. Mwenyezi Mungu atujalie. Yesu Kristo anakuja anavyokuja kwetu, anakuja ili kutuinua. Ana mpango mzuri kwa sababu tumepita katika kipindi kibaya, tumeumizwa na nyakati mbalimbali mbali za maisha, na ujumbe ambao Mwenyezi Mungu anaotoa kila siku ni kupitia manabii wake. Manabii kama unavyosikiza leo hii kwamba fanya kitu, tengeneza njia ya Bwana katika maisha yako, safisha nyumba yako ukimgeni anapokuja katika nyumba yako kama ni mgeni maalum, ambacho ho unakifanya utafunika kitanda, utakitandika vizuri, sebuleni utaweka hivi vizuri, wanakuja wanakuja, na baadaye mgeni akiondoka pale, unashangaa nyumba imekuwa nzuri. Unasema aise, kumbe nyumba yangu ni nzuri, nyumba yangu inapendeza hivi. Lakini kabla hajaja yule mgeni mashughuli, nyumba yako ilikuwa ni ovyo, alafu baadaye unajiwekea utaratibu basi nyumba sasa, napanga, yangu sasa nitakuwa naishi vizuri, nitakuwa napanga mambo yangu anakaa vizuri. Yesu anapokuja vile ambavyo umejiandaa vizuri kiroho katika nyakati za majilio. baada ya hapo, sa endeleza utaratibu ule ule, yani ishi maisha mazuri ya kumcha Bwana, roho Bwana awezi kuwa juu yako. Ishi maisha ya utakatifu, ishi maisha ambapo kila mmoja anasema fulani hakuwa hivi, amebadilika. Na baada ya hapo ndipo ujumbe wa manabii ndipo ujumbe wa Mbatizaji na Nabii Isaya utakuwa umetimika ndani mwako, na Masia atakaa pamoja na wewe na utakuwa unaitwa mbarikiwa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.